turudishe umoja wa kitaifa sote, tendeni tuambizane kwenye ibada. Tukienda njia hii tuliyotaka kuifuata, hakuna atakaye shinda, tutapoteza taifa, hakutakwepo na mshindi. Hili si jambo la kuonyesha ubingwa kwenye kugoma. taifa letu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 zina gharama ya kumwaga damu, zina gharama vurugu popote duniani.